Lazima niende unakuja mnaanza kuleta mambo gani? Hey. Gani? Eh. Hii ni uko baba. Usianze kuhamisha familia yenu huko ukileta hapa hivi. Mia, hii upasta yako. Mkiwa na ajenda za u... familia ni nyumbani. Sio hapa, si hivi.